Kampuni ya usafirishaji madini, hakikisheni mnashirikiana kikamilifu na wadau wengine wote muhimu kutekeleza mikakati ya kuimarisha usalama wa usafiri wa madini ili kuwalinda wananchi. Nilisema pale wakati tuko kwenye uzinduzi wa kituo, wale watakaopangiwa yale majukumu, na bahati nzuri ni wataalamu waliopata mafunzo, wakakizi wawe macho muda wote wanapokuwa kwenye majukumu hayo kwa sababu majukumu yale yanahusisha udharura. Kampuni ya usafirishaji madini, hakikisheni kuwa meli hii inatunzwa ipasavyo. Wanasema kitunze kidumu. Nimeangalia mle ndani, ni meli ya kisasa sana, na kijana wetu aliyekuwa wa wanasema hapa wameelezea kwamba hata ile ambayo inasemwa ni daraja la uchumi na enyewe ina viwango vile vile vya kimataifa. Tutunze, tuchukue hatua zinazostahili za kitaalamu. Vyombo vya majini, mambo haya ya reli za kisasa, mambo ya ndege hayataki mazoea, yanataka ufuatishe ushauri wa kitaalam, kwa sababu hivyo ndivyo vilivyotengenezwa, vinahitaji ufuatishe ushauri wa kitaalam katika matumizi yake. Lazima tupate fedha ziende kwenye miradi. Wizara ya Fedha, yapitieni mafungu yote, mafungu yote mkiacha mafungu ya vyombo vya ulinzi na usalama na yale yanayohudumia afya, mengine yarejeni yote yale ambayo matumizi yake hayawezi kuathiri shughuli za msingi. Kateni tupate fedha tupeleke kwenye miradi ambayo imesimama, tupeleke kwenye miradi ambayo wakandarasi hawajapata fedha ya, ya awali. Tumepita hapa mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka kwenye sherehe. Kwa mazoea tunaona taasisi za umma kila moja wanatumiana kalenda, wanatumiana vikapu vya vya vinywaji, wanatumiana wanatumiana kadi, maua maua. Acheni vinywaji kila mtu anye kwake. Kila moja anywe kwake wananchi wanaoishi katika mikoa ya Kanda Ziwa wamekuwa kwanza kunufaika na meli hii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mradi huu umesaidia katika kujenga uwezo wa Tanzania katika masuala ya ujenzi wa meli kwa kuwa ujenzi wake ulifanyika hapa nchini na umetoa fursa kwa vijana wetu kujifunza. Wanamwanza hawana umaskini wa vyanzo vya maji. Wanamwanza mwanza wanaziwa Victoria ataki kuona sababu maji yanatoka Mwanza yanafika maeneo mengine ilhali wana Nyamagana wanaelemela hawana maji. Haya ndiyo maelekezo wa Mheshimiwa Rais. Nataka niwaambie ndugu zangu wa Mwanza, mwaka jana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alikuja kuzindua mradi wa kutimba wenye thamani ya zaidi ya bilioni 71 jambo ambalo alinielekeza, si maji tu yazalishwe, maji lazima yafike kwa wananchi alitupatia bilioni arobaini na sita kwa ajili ya kujenga matenki matano, tenki kule Kumagila zaidi ya lita milioni kumi, tenki kule Kuhongwa zaidi ya lita milioni kumi, lakini kule Nyamazobe maeneo ya Utagala na eneo mpaka kule Kipesa kuhakikisha wanamwanza wanapata huduma ya maji safi na salama. Bongo Play TV.